za kupunguza matumizi ya serikali waziri wa fedha ataja mbinu za kupunguza matumizi ya serikali. Lakini uteuzi e, wa tume ya uchunguzi uteuzi wa tume ya uchunguzi, mitazamo tofauti Chadema ACT Wazalendo, kafu wapiga, e, wapinga uteuzi wakitoa wa sababu. Lakini vilio vya wananchi vya subiri mawaziri e, vilio vya wananchi vya subiri mawaziri. Lakini machumu Tido Lazaro Nyarandu warejea kivingine e, machumu Tido Lazaro Nyarandu warejea kivingine na sababu, Tanzania kuwa lango la biashara barani Afrika. Hiyo ni habari, inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam gazeti la Mwananchi. Tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa Jamii, linaanza na habari inaosema madaktari waja na hoja tisa ufanisi wa matibabu kufikiwa. E, daktari waja na hoja tisa ufanisi wa matibabu kufikiwa. Lakini Machumu Nyalandu na Tido wachomoza uteuzi wa Ikulu. E, Machumu Nyalandu na Tido wachomoza uteuzi wa Ikulu. Lakini wafurika kurtini kujua hatima e, washtakiwa vuruga e, vurugu Oktoba 29. Lakini kifo cha MC Pilipili e, chazidi kuibua maswali mazito. Lakini wachumi njia za kupita ni hizi yao, ni wachumi E, wa shauri njia za kupita ni hizi, ni mikakati mipya y kufuata kauli ya Rais Samia kufunga e, mikanda, wataka mapato ndani wa chungwe e, ya chungwe, vinginevyo safari itakuwa ngumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye habari inaosema polisi atoa taarifa kiuchunguzi kifo cha MC Pilipili. E, polisi yatoa taarifa za kiuchunguzi kifo cha MC Pilipili. Lakini waziri wa fedha ahidi ushirikiano kufikia malengo katika kukuza uchumi wa nchi e, huyo ni waziri wa fedha ahidi ushirikiano kufikia malengo katika kukuza uchumi wa nchi. Lakini CCM hakuna kulala, hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari inasema CCM hakuna kulala, yatoa msimamo kwa mawaziri na na naibu waziri watakaonekana kulegalega lakini kiongozi asema chama kitaenda e, hatua kwa hatua katika kufuatilia utendaji wa mawaziri. Lakini asema shauku wa rais Samia ni kuona matokeo chanya yanayoendana e, kuwalenga wananchi. Lakini Dr Nchimbi mwakilishi wa rais Samia uzinduzi wa ukarabati wa reli ya Tazara nchini Zambia. E, Dr Nchimbi kumwakilisha rais Samia uzinduzi wa ukarabati wa reli ya Tazara nchini Tanzania nchini Zambia hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwana habari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye ina habari kubwa asubuhi ya leo inasema matumizi ya nesti ya ukoa bilioni 13.3, serikali ya kasi. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo inasema serikali ya kasi. Eh, Samia agiza mawaziri kwenda mbio eh, kutafuta fedha ndani utekelezaji wa miradi. Lakini kuna habari inayosema E, mawaziri wapya hakuna kulala. Hilo ni gazeti lako la mbona la habari leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Samia amteua machumu mkurugenzi mawasiliano Ikulu, lakini Tido, e, mshauri. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini daktari akamatwa tuhuma za makosa ya jinai Geita, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. E, daktari akamatwa tuhuma za makosa ya jinai huko Geita. Lakini Mwinyi ahidi kuimarisha mazingira zaidi kuvutia uwekezaji. Mwinyi eh, ahidi kuimarisha mazingira zaidi kuvutia uwekezaji, na CCM yatangaza kiama viongozi wazembe, habari ukurasa watatu kwenye gazeti la kula habari leo eh, nchama, chama cha mapinduzi CCM chatangaza eh, kiama, eh, viongozi wa zembe. Lakini wasomi eh, tume ya Samia ni hatua nzuri kutibu taifa. Au ni, wasomi wasema, tume ya Samia ni hatua nzuri kutibu taifa . Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele pata. Nakala yako kwa habari, eh, kwa kinam. Lakini gazeti lako la Habari Leo, tuangaze gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika tutaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Huyo ni Dr Mwinyi asema tutaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Lakini kuna habari inasema Waziri Pembe aomba ushirikiano wizara ya habari Waziri Pembe yaomba mashirikiano wizara ya habari. Lakini Bakari Machumu mkurugenzi mpya mawasiliano ikuru E, hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Taifa Tanzania lenye ukurasa wa mbele linaandika dr Gwajima awataka watumishi kuongeza kasi katika kutimiza wajibu wao. Huyo ni dr Gwajima anataka watumishi kuongeza kasi katika kutimiza wajibu wao lakini CCM ya apa muhula huu e, kutowavumilia mawaziri wa zembe e, chama, chama cha Mapinduzi CCM cha apa muhula huu kutowavumilia mawaziri wa zembe. Lakini Chadema nao kuwatambua tam, e, tume yatokea Oktoba 29. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele inasema Chadema nao hawaitambui tume yaliyotokea Oktoba 29, hiyo e, ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Lakini gazeti la kula wa machinga lenye sauti wa ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika habari inosema machumu ateuliwa mkurugenzi wa mawasiliano ikulu, lakini Tido Muhando awa mshauri wa rais masuala ya habari. E, Tido Muhando awa mshauri wa rais masuala ya habari, lakini Dr. Homera akabidhiwa ofisi na Dr. Ndumbaro Dr. Homera akabidhiwa ofisi na Dr. Dobaro. Lakini system ya wavaa mawaziri mizigo, system ya wavaa mawaziri mizigo ya yasema haitasita kuwachukulia hatua kwa watakaotanguliza maslahi binafsi badala ya umma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula wa machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Lakini polisi yaeleza MC Pilipili alivyouawa. E, polisi yaeleza MC Pilipili alivyouawa. Kamanda wa polisi asimulia mwanzo mwisho hadi mauti yake, e, mwili kukutwa na majeraha, lakini msako mkali waanza kila pembe, ili kuwasaka wanaodaiwa kushiriki mauaji hayo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wa, wa ukura mbele. Huku sasa tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye linaandika CCM tutaisimamia serikali. E, hicho ni Chama cha Mapinduzi CCM chasema tutaisimamia serikali lakini Raisi Dr Samia awateua Tido Machumu Nyalandu, Rais Dr Samia awateua Tido Machumu Nyalandu. Wasomi wanasiasa nchini watoa neno kwa mawaziri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele, ipate nekele yako kwa habari kwa kinam. Lakini tuangazie gazeti lako la Jamvi la Habari, gazeti bora kabisa lenye linaandika siku mia moja za mageuzi makubwa hilo e, ni gazeti laku la Jamvi la Habari inaandika siku mia moja e, za mageuzi makubwa e, hamu, shauku na matumaini mapya ya Watanzania kuelekea mabadiliko yanayogusa maisha ya kila siku nchini e, ya Rais Dr Samia. Ni habari e, inapatikana kwenye gazeti laku la Jamvi la Habari. Huu gazeti laku la Uelekeo linaandika serikali kufanya mageuzi mageuzi makubwa sekta ya elimu e, makubwa sekta ya elimu. Lakini Kabudi ataja mch mchango muhimu wa wizara yake na rais afanya kikao, e, kikao kazi na mawaziri. Sisi mlindeni amani, puuzeni wachochezi. Lakini Kuhani Musa, viongozi wa dini tuhubiri amani si vurugu. Huyo ni Kuhani Musa asema viongozi wa dini tuhubiri amani na si vurugu. Hilo ni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la majira lenye linaandika Dr. Nchimbi kumwakilisha Dr. Samia hafla Zambia. Lakini serikali yaita wawekezaji nishati safi ya kupikia, serikali yaita wawekezaji nishati safi ee, ya shati kupikia. Huku chama cha mapinduzi system yatoa onyo kali kwa mawaziri watakaozembea, na NACTVET yasisitiza ubora wa elimu ya mafunzo ya ufundi. Ee, NACTVET yasisitiza ubora wa elimu na mafunzo ya ufundi. Lakini waziri wa fedha, tumebeba matumaini ya serikali wananchi na uamuzi wa rais Samia kuanzisha maridhiano wapongezwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la kula Mtanzania leo linaandika Bakari Machumu, mkurugenzi mpya mawasiliano Ikulu. E, huyo ni Bakari Machumu, mkurugenzi mpya mawasiliano Ikulu la hospitali ya Shifa ya wapima kisukari wananchi mia mbili bure. Lakini kuna habari inasema TPC, e, yawekeza shilingi bilioni 130 kuongeza thamani ya mazao ya kilimo hiyo, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo, pata nakala yako ya kwa habari kwa kina. Lakini maelfu wa mwaga mc pilipili pili, na bilioni 2.9 za mwagwa kwa vikundi 231 huko Geita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako eh, la Majira kuna michezo linaandika tizi la Yanga Zanzibar eh, Farabati hachomoki wazindua rasmi uzi mpya wa ligi ya mabingwa. Lakini Simba yazindua rasmi hamasa kuikabili eh, Petro de Luanda. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo kuna mchezo inaandika Yanga yazindua mtoko wa kimataifa kikosi kinaendelea kujifua Zanzibar. Lakini madada wa TP Mazembe wawavuliwa ubingwa Afrika. E, wa Afrika madada wa TP Mazembe wavuliwa ubingwa barani Afrika, lakini Pantevu awaandalia maangamizi Petro. E, huyu ni meneja wa Simba Sport Club Pantevu awaandalia maangamizi Petro laku la jamvi la habari Simba e, na Petro do Luanda jauli ilipo wenyeji. Mbape ataka fidia shilingi milioni, euro milioni 263 kutoka PSG lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenyewe kwenye michezo naandika Yanga fulu mzuka kafu, kipa Kamara apasuliwa goti, feitoto ahidi makubwa kafu, kocha Serengeti Boys akoshwa na kiwango. Lakini mafia ya boxing yawapongeza kabodi Mwenjuma na Makonda yao ni mafia ya boxing yawapongeza kabodi Mwenjuma na Makonda kwa kuteuliwa kuona waziri na naibu waziri lakini guni gazeti lako la wamachinga line naandika yanga ya zindua jezi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na rais Samia apongezwa uteuzi wa mwana fa na makonda katika michezo. Lakini kipa simba afanyiwa upasuaji moroko, goli la mzize dhidi ya tp mazembe la tikisa barani Afrika. Ilio ni gazeti lako la wamachinga ukurasa wa ukura mbele, huku gazeti lako la taifa tanzania linaandika mc pilipili kuzikwa leo, polisi kuwasaka wauaji na Simba wazindua hamasa, tutaondoka na alama tatu Jumapili. Lakini eh, kimataifa, Cristiano Ronaldo apiga picha na watu maarufu ndani ya ikulu ya Marekani. Huyu eh, ni Cristiano Ronaldo apiga picha na watu maarufu eh, ndani ya ikulu ya Marekani. Lakini eh, Mbape kuidai PSG bilioni mia saba, apiga hodi mahakamani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa wa michezo huu, gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Singida Black Stars wapo tayari kuikabili eh, CR Belouizdad. Lakini Simba yaanza hamasa ligi ya mabingwa, Yanga zindua jezi mechi ya kimataifa. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyeukoa michezo linaandika kamara avunja ukimya, yakubu anolewa upya, kaka mtu anika siri. Lakini Pacome rushen dakika mia tatu stini za kibabe epa kome e, na rushani dakika mia tatu stini za kibabe chama lako linafungaje? Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazie gazeti lako la Nipashe ya mwanga wa jamii, lenyewe kwenye michezo linaandika Yanga kuikabili e, farabati kibabe, Yanga kuikabili farabati kibabe, lakini kamara nje wiki kumi, Simba ya badili gia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio tutafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini asubuhi.